Ni wapongeze wawakilishi pekee wa nchi yetu na ukanda wa Afrika mashariki na kati waliosalia kwenye michuano mikubwa ya kimataifa barani Afrika, CAF Confederation Cup, timu ya Simba Sports Club kutoka mtaa wa Msimbazi jijini Dar es Salaam, kwa kufuzu hatua ya nusu fainali kwa kuiondosha timu ngumu ya Al Masri kutoka nchini Misri. Mheshimiwa Spika kipekee kabisa kipekee kabisa naomba kipekee kabisa, nimpongeze mlinda mlango wa Simba Mousa pin, pin Camara kwa kuokoa mikwaju miwili mizito ya penati iliyoiwezesha Simba kushinda inaipongeza sana timu ya Simba kwa ushindi huo, na tunawatakia heri katika mechi inayofuata ya nusu fainali, na nina imani mtafika hatua ya fainali na hatimaye kutoa ubingwa kwa mara ya kwanza, kwa kauli mbiu iliyosema hii tutavuka. Na sasa kauli ya kuingia nayo kwenye mashindano ya nusu fainali inasema, hatuishii hapa. Hiyo ndio kauli mpya.